Nimshukuru sana kijana au mdogo wangu Bruno. Amekuwa akifanya mambo mengi sana kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalum. Tumefahamiana na Bruno si zaidi ya mwaka mmoja. Lakini mara nyingi akija ofisini ofisi ya mkuu wa wilaya moyo wake ni kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum. Amefanya mengi, lakini pia alipofika katika ofisi yangu ya mkuu wa wilaya ninayotumikia Wanging'ombe, alivyofika na kunieleza hili swala la Twilumba kamwambia wajibu wangu ni kutoa kibali ili tutafute wadau au tafute wadau mbalimbali mbali katika wilaya yetu ya Wanging'ombe, na ikiwezekana hata nje ya wilaya ya Wanging'ombe. Kwa hali hii anayoipitia mama yetu ambaye ni mwananchi wetu, ni vizuri tukamtafutia mahali pa kuishi na jambo hilo amelifanya Bruno, kwa uaminifu mkubwa, kwa weledi mkubwa, kwa kuzingatia utu, uzalendo, malezi aliyolelewa na wazazi wake. Lakini tunashukuru aliyoyaeleza yote ndivyo yalivyo. Baiskeli mama kashaipata, kiwanja kashakipata, nyumba kashaipata. Kwa nini ninasema hivi? Kwa sababu huyu amejitolea muda wake wa kufanya hilo, ni wachache, kwamba tumejenga nyumba na nyumba inaonekana kwa ajili ya ndugu Twilumba Kijombe. Ndugu zangu wananchi, la kwanza ni kwamba mwenzetu ni mtu mwenye mahitaji maalum. Tunapomleta hapa katika nyumba ambayo wananchi wamemjengea, wadau mbalimbali wamemjengea, tunaomba tuishi naye kwa amani, tuishi naye kwa upendo, tuishi naye kwa kumjali. Kwa nini? Kwa sababu huyu ni ndugu yenu, sawa? Hata katika maandiko inasema mpende jirani yako, sawa? Mpende jirani yako. Sasa wewe unaye jirani, jirani mpende kama nafsi yako, ujisikie amani Sawa. Sawa na sisi tunakupenda wadau mbalimbali, wananchi mbalimbali mbali, wanakupenda. Nafahamu ya kwamba nyumba haijaisha kwa asilimia mia moja. Wajibu wetu kama wananchi, wajibu wetu kama serikali ya wilaya, ninakuahidi mama kwamba tutaendelea kwa kadri tutakavyokuwa tunapata nguvu kuhakikisha kwamba tunaikamilisha kwa asilimia mia moja. Weka madirisha, tutakuwekea sawa. Huyu anatakiwa kusafiri, bado anaendelea na masomo, lakini ana shughuli ingine ambapo hata kuwepo katika eneo hili la Wanging'ombe au Makambako ambako anaishi kwao. Ndio maana ikatulazimu tukukabidhi na wewe, kwa sababu hauna mahali pengine pa kuishi na huko ambako unaishi unalipa kodi. Pako hapa katika hali hiyo iliyopo, ambayo wananchi tumeshirikiana kuhakikisha kwamba unapopakuraza ubavu, ambapo ni nyumbani kwako, ambapo katika miundombinu ya ndani tumeiweka iweze kukusaidia katika hali yako ya uhitaji. Sawa, mama Twilumba. Naitwa Bruno Matias Njogolo mkazi wa mtaa wa Ikwete kata ya Mkina, halmashauri ya mji wa Makambako ya, ya Njombe. Ndugu Twilumba Kijombe ambaye ni muhitaji mwenye ulemavu wa miguu nilikutana naye Njombe mwezi wa kumi e, mwaka elfu mbili na ishirini na nne, ambapo nilikuwa e, ninafanya mazoezi katika ofisi ya mwendesha mashtaka mkoa wa Njombe nilimshuhudia akiwa anaombaomba misaada katika e, soko kuu la Njombe akipita duka kwa duka kuwaomba watu mbalimbali msaada. Nikamwonea huruma nikamwomba niongee naye kwa uchache. Akaniruhusu nikaongea naye na kumuuliza anatokea wapi, historia yake kwa ufupi, nami nikafanya jitihada za kutafuta mawasiliano ya viongozi wake na nikajiridhisha ya kwamba e, anakaa kwenye mazingira ambayo si rafiki kwa maisha ya mtu mwenye ulemavu katika hiyo shida yake ndio iliyonigusa zaidi, kwa sababu umri wake umeenda, na nikapata picha yakiwa mzee ataishi kwenye mazingira gani, ndipo wazo la kumjengea nyumba lilipokuja. Lakini pia kwa kuwa niliwaza mbali, ndipo pia wazo la kumnunulia baskeli lilikuja ndani yangu. Nilikuwa nina keshi eh, ya kama laki sita na nusu nitamani ni, ni mpe kama, kama sadaka yangu, lakini ndani yangu nikaona ni vyema nikaitumia hiyo kama ni fedha kwa ajili ya kurahisisha hizi shughuli zote za kushughulikia mpaka mwisho dada yetu e, au mama yetu aweze kupata makazi na basikeli walemavu, hivyo hicho ambacho nitamani mimi kumpa binafsi siku hiyo kama zawadi, ambao na mimi nilikuwa nimefanya kazi fulani niliona inisaidia kwenye safari inisaidie kwenye malazi, vyakula, mpaka kila kitu ambacho kimefanyika mpaka nyumba hii kukamilika kwa matumizi binafsi e, nimejisikia moyo wangu una amani sana, lakini pia akili yangu kwa sasa imetulia kwa sababu ndani ya moyo wangu kilikuwa kinafurukuta, namna gani nitakamilisha hii nyumba, lakini pia namna gani nitapata baiskeli. Lakini tunamshukuru Mungu, yote yamefanyika, lakini pia na serikali nimeweza kupokea vyema hili wazo ambalo nilikuwa nao, na wamekuwa pamoja nami kuanzia hatua ya kwanza mpaka hii ya mwisho. Na mkuu wa wilaya mwenyewe amekuja kuzindua hii nyumba, lakini pia na kushuhudia haya yote, na ameyapokea na taarifa zote zipo kwake. Lakini pia vyombo vya habari vilinisaidia sana, kwa sababu vilitangaza, wananchi wengi ambao nilikuwa napita walikuwa wana taarifa kupitia vyombo vya habari kiasi ambacho eh, kimetumika hadi saizi E, ni milioni tisa na elfu ishirini na sita. Hiyo imeanzia gharama ya baskeli, kununua kiwanja, ujenzi wa nyumba na ukarabati, milioni tisa na elfu ishirini na sita. Na, na, na fedha hizi asilimia kubwa zimetolewa na watu wenye maisha, wa maisha ya chini, nikimaanisha wajasiriamali wanaouza madukani humo, nikianza na soko la Ilembula e, Makambako na Njombe, lakini pia wapo ambao nimesoma nao e, Mzumbe, e, chuo kikuu cha Mzumbe, wapo ambao nimesoma nao law school, marafiki zangu na kigonsela ambao pia wanaona haya navyo ya posti kwenye Instagram, Facebook, lakini pia na WhatsApp, wanavyoona wanakuwa na mwamko wa kufanya, that's why imefikia hatua hii. Lakini pia wapo ambao ni wafanyakazi ambao nibahatika kupita katika taasisi za kiserikali na taasisi za kidini lakini pia na taasisi binafsi na kuwaomba mchango mmoja mmoja. Wapo ambao wamefanya, nikitolea mfano Tanesco Njombe, e, wameweza kufanya aigwa chanya kote huko, wameweza kufanya na wengine wengi ambao wapo. Kwa jina naitwa Twilumba Kijombe, namshukuru Bruno Njogolo kweli aliniona, nilikuwa na hangaika, nakuombaomba, naomba msaada madukani. Basi ha, we mama njo kwanza e, hey mama, kwani wewe shida ntike? Ah, mimi huwa ninaomba omba kila siku, naomba msaada, naomba msaada ili nipate hey, kahela kakulipia kodi ya nyumba, kahela kakununua mboga, kakununua chakula basi nasemaje mama, hmm. Utaomba mpaka lini? kwa ni wewe unatokea wapi? ami natokea Ilembula natoka Ilembula e. Ah, sasa wenye wa Ilembula hau kwa nini wasikuangalie, wasikuangalie u kuniona, wale watakuwa wananiona. Sasa nao wana, wana, wana, wana, wana, wana shida cha kufanya eh. Kawaakakaa sijuu, ameenda kujifikiri kule kusema kwamba niende nikawambie na wenzangu e, nikaongea na wenzangu kweli. Ameongea na wenzie wale e, kama hivi e, ndo nimepata msaada hivi. Zamani nilikuwa na iso yaani, kuombaomba kila siku, hata inyeshe mvua naombaomba, naomba msaada, naomba msaada e, ili ndio maisha yangu e, nikwa naombaomba tu. Kwa kweli mimi ninashukuru, Mungu awabariki, wabarikiwe sana e, wabarikiwe sana na Mwenyezi Mungu, maanake Bruno naye ange, nani, angezuia mkuu wa wilaya kaa na Bruno naye asingenielewa eh.